kwani ifahamike ya kwamba wamefaulu wale ambao ni wenye kumcha Allah subhanahu wataala, kama anavyosema Allah ndani ya surati An-Naba, inna lilmuttaqina mafaza, hakika kufaulu ni kwa wale ambao wanamcha Allah tabaraka wataala. Lakini vile vile Allah subhanahu wataala ameonyesha kwa ya kwamba kumbe yeye ko pamoja na wale ambao wanamcha Allah subhanahu wataala pale aliposema Allah subhanahu wataala, inna allaha maa lladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun, hakika Allah yu pamoja na wale ambao wanamcha, yaani wale ambao wanafuata maamrisho ya Allah, lakini wale ambao wanafuata maamrisho ya Allah tabaraka wataala kupitia kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile ukakataza wakakatazika na yale ambayo wamekatazwa na Allah tabaraka wa taala. Ama ndugu zangu, kwa muda mfupi huu tukiwa eneo letu hili la Lushoto bara, napenda nikukumbusheni jambo moja tu la umuhimu wa kuitafuta ilmu lakini, kuitafuta ilmu. Kuitafuta ilmu, lakini na saburu katika kuitafuta ilmu, umuhimu wa kuitafuta ilmu lakini sabra. Na nimeona nigusie mada hii kwa sababu nyinyi ni wanafunzi, na si wote, hata mi mzungumzaji ni mwanafunzi kwa nafasi yangu, kwa hiyo si wote ni wanafunzi.

kwamba Mtume aseme hadhihi sabili, njia hii, yani njia ya Uislamu na kumpokesha Allah tabaraka wataala. Hii ndiyo njia yangu, adiu ila Allah ala basira, lakini mimi nalingania na, na waitawaja kuwaelekeza kwa Allah tabaraka wataala ala basira ai ala ilmi, lakini kwa elimu. Kwa hiyo sisi tumekuja kuisoma dini ya Allah tabaraka wataala, maana yake njia tumeishika ni njia nzuri. Tunapaswa kutokata tamaa kwa sababu ni njia ambayo Allah ameamrisha. Mtume asema mimi ninalingania kwa elimu, ana wa manitabaan, na wale ambao watanifuata wa mimi. Alulamau warathatul anbiya, maulama ndio warithi wa mitume kuna na sisi wanafunzi ambao tunaisoma dini ya Allah, maana yake tunataka turithi kile ambacho ametuachia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtume yeye ameingania kwa ilmu na sisi tunasoma, na mmoja katika misingi ya ilmu kutafuta ilmu, watakikana baada ya kusoma ufanyie kazi elimu yako ambayo umeisoma na kuifanyia kazi ni maana yake nini? Ni kwamba wewe mwenyewe ukukatazika na yale ambayo umeyasoma katika sheria, ukaona ni makatazo, lakini kuamrishika na yale ambayo ni mema ambayo umeyasoma katika dini yako. Lakini moja katika kuifanyia kazi hili ni kuilingania adawa ile, kuilangania maana yake kuwalingania waja, kuwaleta katika njia ya sawa ambayo tumeelekezwa na sheria.

katika njia hiyo anaitafuta elimu Allah, basi Mtume asema Allah atakufanyia uwepesi katika njia ya kuelekea peponi. Kwa kuisoma ilmu hii ya sheria elimu ya dini ya Uislamu, maana yake unatengeneza mazingira ya Allah tabaraka wataala akufanyia uwepesi katika ile njia yako ya kuelekea katika maisha ya milele kuishi katika pepo ya Allah tabaraka wataala. Hivi ndivyo ambavyo tunaelekezwa na sheria lakini utaona kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezwa na Allah anamwambia kwamba, Allah subhanahu wa taala anamwelekeza mtume sala, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika kila analolifanya, kwamba lazima afanye kwa ilmu. Mtume, Allah tabaraka wataala mwambia fa'ala annahu la ilaha illallah, fahamu kwamba hapana mola abudiwe kwa haki isipokuwa Allah. Kwa nini anaambiwa maneno haya? Kwa maana mtume anafahamishwa, lakini ni lengo la pia kama vile kufundishwa kwamba afahamu kwamba jambo la kwanza katika maisha haya ni ilmu, na Mtume y ndio mwalimu wa masahaba na ndio mwalimu wetu na sisi. laqad kana lakum fi laqad kana lakum fi rasulillah wauswatunhasani, kwamba sisi kigezo chema kwetu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam. Huku isoma ilmu ya kishiri ni fadhila kwamba tunapata fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wataala. Lakini pia vile vile, ndugu zangu katika imani, nukta ya pili ambayo nimeigusia ni subira katika utafutaji wa ilmu, kwa sababu katika kuitafuta ilmu kuna changamoto mbalimbali. Wewe kama mwanafunzi, maisha unayoishi haiwezi ikawa sawa sawa na wengineo lazima kutakuwa kuna tofauti. Ni kweli, hata wale ambao kwa mtaani kuna changamoto wanazipitia, lakini kwa namna moja ama nyingine wanajinasua nazo. Lakini kwa wewe na mimi ambao tunaitafuta elimu tayari tumekaa bodini, kama hapa, wezekana kuna changamoto tunazipata, wezekana zikawa ni changamoto za walimu. Walimu nao ni wanadamu, anahitajia subra na ufahamu kwamba umekuja hapa kufanya nini, lakini yawezekana ni changamoto vile vile ya upande wa <coughs> vyakula na mambo mengine katika mahitaji ya mwanafunzi, unahitajika kuwa na subira. Mwanafunzi kushinda na njaa au kulala na njaa mara nyingine inakuwa ni jambo la kawaida. Hata walimu wenu hawa kama mtawauliza, kule ambako tulikuwa tunasoma, kuna baadhi ya masiku, masiku waweza kushinda njaa, ima kwa kutaka kwamba umefanya maksudi kwamba unacho, lakini mambo yamebana, kwa maana fursa zile za kusoma ni nyingi na una hima ya kusoma na mwalimu mmoja msile nikasome, au umekosa kile cha kula. Zote hizi ni changamoto za masomo kwa mwanafunzi. Kama mwanafunzi lazima uvumilie uwe na subira katika utafutaji wa elimu. Lakini pia vile vile, ndugu zangu, katika utafutaji wa elimu kuna na changamoto nyingine katika ufahamu, kwamba Allah ametugawanya fahamu zetu, si haziko sawa. Tunafundishwa kuna mwingine anaelewa kidogo, mwingine anaelewa sana. Kwa hiyo siike kipindi mwanafunzi akaona mimi naacha kusoma kwa nini? Mbona fulani tukifundishwa mara kashaelewa, mbona mimi mpaka tutoke tena nimtake msaada ndugu yangu naye anielekeze, mtu akakata tamaa ya kusoma? Hili sio jambo la sawa. Allah ametugawanya katika ufahamu kwa namna Allah alikujalia. Manitahada wajad yule ambaye anajitahidi hili mwishoni nafikia katika fi lengo atadriji au fi talabati alilm al kwenda nenda kidogo kidogo katika utafutaji wa ilmu na mwishoni Allah tabaraka wataala atakuafikisha katika malengo ambayo umeyakusudia. Lakini kikubwa ndugu zangu, vilevile ni nia kuitakasania, kwamba itafute ilimu hii ya sheria kwa ajili ya Allah tabaraka wataala. Usisome eti kwa sababu kule ulikotoka vijijini kuna mabwana fulani, kuna mwalimu fulani, we huupendi kweli kweli unasema nasoma na nikifika kule naye atanitambua. Sio hivyo au dada zetu nao vile vile isome dini ya Allah tabarak wa Taala kwa, ta kwa ajili ya Allah tabarak wa Taala. Kuna maisha baada ya kusoma, vijana wa kiume baada ya kusoma Allah atawajalia kuingia katika maisha ya ndoa, lakini wanawake vile vile, tukifika kule wanaume tukisikia katika jambo hilo la kuoa au wanawake wakiolewa vile vile watafanyia kazi elimu ambayo amesoma lakini isiwe ni sababu tena sasa ya kuwakandamiza wengine. Maana kuna baadhi ya vijana tukisoma, tukishaingia katika maisha haya tunakuwa na mambo mengi sana. Mtu kwa sababu ana hoja na dalili, hata mambo ambayo sio amlazimisha mkeo, unajua inalokwamzishei mimi nimesoma, ukumbuke kwa hili ni kadha wa kadha. Au binti naye maskini mume hajui, badala amwelekeze, namwambia bwanaye mimi sijaja kufanya hili. Allah ametuambia moja mbili tatu huko, amesahau kwamba kuna kusaidiana katika maisha haya. Usoma kwa ajili ya Allah tabarak wa taala ukawa na sio wale ndugu zako wengine ambao wapo kijijini, kifika kule na waelekeze katika mambo ya kisheria. Hivi ndivyo ambavyo Allah tabarak wa taala anatuamrisha, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna katika hadithi ambayo amesimulia Umar bin Khattab, mtume nasema innama al-amalu bi kwamba matendo ma yote ya mji yanazingatiwa nini. Kwa hiyo kama umekuja hapa kuitafuta elimu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Allah atakupa elimu ya sawa, lakini kama umekuja hapa kuitafuta elimu litubahi baina nnas, ili ukifika kule ukijigamba, sasa ujue kwamba elimu kwa yako itakuwa haina nuru na ha haina faida, bali unapata hasara badala ya kusoma ni wale ambao walifanya mambo yao, waliitekelezea dini yao lakini kufuata matashi ya nafsi yao au kwa sababu ya riya wa sum'a. Aswali atimama katika sala na sali vizuri, Qur'ani anasoma vizuri, anasoma vizuri katika madaris mbalimbali, madrasa mbalimbali, lakini hasomi kwa ajili ya Allah ila ana lengo lake analolikusudia. Kwa hiyo huyu anakuwa hapati faida katika elimu yake na elimu kama hii ni kanuni. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo pia tunakumbushana subira katika utafutaji wa elimu, lakini pia kuitakasania ukusudie kwamba ninasoma kwanza kuinasua nafsi yangu kutokana na yale ambayo nitafahamu katika haki, lakini kadhalika kuwasaidia ndugu zangu wengine. Tukifanya hivi ndugu zangu, tutakuwa ni wenye kufaulu. Lakini jambo la mwisho ndugu zangu, kumalizia, sisi kwa ni wanafunzi tunaishi kwa pamoja, kila mwanafunzi alipotoka ana tabia yake, ila hapa ndio tumekuja kutengeneza kwao. Ni vyema mwanafunzi kama mwanafunzi ukafuata <coughs> maelekezo unaelekezwa na mwalimu wako, lakini pia mafunzo sahihi ambayo umeyasoma kupitia Qur'an na Sunna uyafuate. Tabia njema mtume anasikia, inna kala ala khuluqin adhim, kwa moja katika tabia ambazo twakutakikana kujipamba tukiwa hapa namve hapa na tabia njema. Kila mmoja amekuja na tabia yake, lakini basi kila mmoja aseme sasa kwanzia, basi mimi nimeachana na tabia zile. Tufahamu kwamba kila mmoja alikoishi kuna tabia za kimya amezoea hivi, mwingine amezoea hivi, lakini ukija hapa sasa, sema basi mimi nimeachana na yale, taraktu millata abai, nimeacha mila sana za mababa zangu na wengine nimekuja hapa nisoma dini ya Allah tabarak wa taala, tuishi kwa upendo na kuhurumiana bila kujali mwanafunzi mwenzako ametokea wapi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anatuambia, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Mimi nimekuumbeni yani sisi kwa maana yeye, na inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa nimekuumbeni kupitia mwanaume mmoja ambaye ni Adam alayhi salam, wa Hawa, wajaalnakum shu'uban wa qabaira li ta'arafu, lakini nimekugaweni katika makabila na mataifa, lengo mfahamiane Leo hii kuna msabaa, kuna simu pale, kuna huyu, kuna huyu, lengo ni kufahamiana. inna akramakum indallahi atqakum, lakini bora wenu mbele ya Allah ni mcha Mungu. Kwao tuishi kwa kupendana, na wanafunzi basi, na kujali kabila na kujali mtu katoka wapi, katoka mjini akamdharau, akijijini au yuko katoka kijijini akamdharau huyu, tusifanye hivyo, na naamini sisi sikufanya hivyo, lakini ni katika kukumbushana, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, mpaka hapa niseme kwamba